Ninawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ninashukuru sana kwa sapoti ambayo mnazidi kunipea wapenzi watazamaji. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Serikali ya Samia kupitia kwa tume ambayo Samia aliweza kuichagua eti kuchunguza uvunjivu wa amani Tanzania, ambayo inaongozwa naye Muhammad Chande, imeweza kunitolea tamko mimi Bwana Ezra juzi. Tume hiyo ya kuchunguza uvunjivu na mauaji Tanzania, ambayo iliweza kuelekezwa na Samia kuchunguza chama cha Chadema, kwamba ndicho kiliweza kuchochea maandamano Tanzania. Iliweza kuomba watanzania waweze kutuma ushahidi wa kuonyesha kwamba maafa na uvunjivu amani, wa amani ulitekelezwa Tanzania, lakini nikawaonya kwamba msije mkaingia kwenye mtego wa hii tume ya kuchunguza maafa Tanzania nikawaeleza kwamba hii inaweza kawa mbinu ya wazi. Ukituma picha na ushahidi kuonyesha kwamba serikali hii ilitekeleza mauaji uenda ukafunguliwa kesi za uhaini. Sasa hii leo hiyo tume imeweza kutoa taarifa mrefu, wakisema kwamba ninachonganisha Watanzania, wakisema kwamba tunapotosha watanzania eti kwamba wasitoe ushahidi. Wacha nirudie tena, mpenzi mtazamaji, ninaweza nikawa mdogo kwako, lakini ninaweza nikakushauri, usijaribu. Hawa watu wanataka kutoa, wanataka wanataka kunasa wale wote ambao wako na ushahidi, alafu mtafungwa, mtapotezwa na hata kufunguliwa Kesi. Angalia kwenye hiyo taarifa wameweza kuandika hivi: taarifa kwa umma. Taarifa kwa umma. Tume uchunguzi, imebainika kuwepo kwa watu au makundi ya watu yanayoshawishi wananchi kutotoa ushirikiano kwa tume ya uchunguzi, ikiwemo kutoa maoni, ushahidi au taarifa kwa namna yoyote ile. Ushawishi huo hausaidii jitihada za kitaifa za kutafuta ukweli, haki, kujifunza kutokana na aliyopita na kuweka msingi wa suluhu ya kudumu. Wananchi wanashauriwa kupuuza ushawishi wowote unaolenga kuwazuia kushiriki na badala yake watoe maoni na ushauri kwa tume kupitia sauti za wananchi, taifa linaweza kuta, e, kutambua changamoto zilizotokeza, zilizojitokeza, kuzitatua na kuchukua hatua za kuhakikisha matukio kama hayo hayaja, hayajirudii siku zijazo. Tume uchunguzi ipo kwa ajili ya Watanzania wote, na mafanikio ya kazi yake yanategemea ushiriki, ushiriki mpana waiari na wenye uwazi kwa wananchi amani mshikamano na mustakabali salama wa taifa letu. Hili jukumu ni jukumu la kila mmoja wetu. Imetolewa tarehe 26. Sasa mpenzi mtazamaji, majuzi walitumia kila mwananchi wa Tanzania arafa kwa simu wakimwambia kwamba aweze kutoa ushahidi, nikawaonya. Sasa sijui walienda wakatazama kanda zangu. Sasa wameweza kutoa taarifa wakisema kwamba sisi tuko na nia mbaya, tuko na nia ovu ya kuwashawishi Watanzania wasitoe uchunguzi. Sasa kama ni uchunguzi walikuwa wanafanya kubaini ni kipi ambacho kiliweza kusababisha maafa kutokea Tanzania, ni lazima waweze kuomba wananchi ushahidi. Pili, bwana Chande sio mara ya kwanza anawekwa kwenye tume ya kuchunguza mambo mbalimbali mbali Tanzania. Kuna kipindi ambapo aliwekwa kwenye tume ya kuchunguza uh, haki jinai, na akasema kwamba uh, alisemaje? Wacha niangalia hapa. Alisema kwamba kuna mahabusu nyingine hazijulikani zilipo uchunguzi gani basi alikuwa anafanya eti kuna mahabusu zingine hazijulikani zilipo? Sasa ninashangaa eti kwamba hiyo ni ripoti aliweza kuitoa, na sasa hivi ataenda kutoa nini? Sasa huyu Mohamed Chande anawaonya wa Tanzania eti kwamba wasifuate ushauri wa bwana Ezra na waende kutoa ushahidi kwa hiyo tume. Usijaribu, utaingia kwenye mtego wa hii serikali. Kwa nini? Mnakumbuka vema mnamo tarehe 3 Novemba, siku ya Jumatatu, mwendo wa saa 9 na dakika 51 za jioni, kile kipindi cha maandamano, polisi Tanzania waliweza kuwatumia wananchi wote arafa kwenye simu zao wakiwaambia kwamba epuka kusambaza picha au video zenye kuleta taharuki au kutweza utu wa mtu. Kufanya hivyo ni kosa la jinai, na ukibainika hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Unajua wakati ule ndizo, uh, ndipo kanda nyingi zilikuwa zimefuja zikionyesha Watanzania wakiwa wameuawa, wengine wamepigwa risasi. Polisi wakaonya raia wasisambaze kanda zile. Wengi walikamatwa kwa kusambaza zile kanda, wakafunguliwa mashtaka ya jinai na ya uhaini treason. Sasa nauliza hivi, kama polisi waliweza kuwaonya wananchi waepuke kusambaza kanda za taharuki Kande ni nani? Wakuataka wa kuwataka Watanzania tena waweze kutuma hizo hizo kanda ambazo serikali iliweza kukataa? Naweza nikawa mdogo mwili mdogo, ila naangalia mbali. Usipochunga utakamatwa. Usijaribu kupeana ushahidi wowote, ushahidi huo hifadhi ICC kihitaji wapee sasa, jaji Chande awache kututisha, kutuonya eti kwamba sisi, bwana Ezra na wengine, tunashawishi wa Tanzania wasitoe ushirikiano kwa hiyo tume haramu ya uchunguzi. Yaani wanatuona na wanatuonya kama nani? Si yeye bwana Chande aliweza kuongoza tume ya haki jinai, akaja kutueleza kuwa kuna mahabusu yasiyo rasmi. Yani unaweza ukakamatwa na sio lazima uweza kuwekwa kwenye kitabu cha serikali eti kwamba umekamatwa, unaweza ukatekwa. Yani yeye si anajua kuna watu wametekwa na mamia wamewekwa kwenye maabusu haya bila kupata haki za msingi, si anajua? Akina polepole pole. Humphrey ni mmoja ya wahanga ambao hadi leo hajulikani alipo. Sasa unataka kutukamatisha watu ya nini? Usituzingue. Bwana Chande, hoja ya msingi hapa ni kuwa tume yenu haina uhalali, imeundwa na mtuhumiwa wa mauaji Tanzania Samia, na baadhi yenu pia ni watuhumiwa wakati wa Oktoba, na hatimaye ninyi wote mnaweza kuwa watuhumiwa wa kushiriki kusafisha mauaji nchini Tanzania, uhaini na ugaidi uliofanyika. Bwana Chande, kumbuka kwamba jeshi la polisi Tanzania ilisema tufute picha zote kwenye simu zetu, tukikamatwa nazo ni kosa la jinai. Kuna vijana walivunjwa mikono na miguu na kupewa kesi za uhaini kwa kukutwa na picha za mauaji Tanzania. Sasa mnataka kutokamatisha tena nyie, tumieni ushawishi ila mtu wache na haki zetu ya kikatiba na kushawishi wananchi wasitoe ushirikiano. kila mtu ashinde mechi zake. Wewe shinda mechi na Samia, na sisi wacha tushinde mechi kuwarai wa Tanzania wasitoe ushahidi. Kama nataka ushahidi wa mauaji Tanzania, wacha amtafute Mafuele, amtafute Wambura, amtafute Abduli, mtoto wa Samia, na awaambie wampe maelezo kuhusu nguvu iliyotumika dhidi ya raia wa Tanzania ambayo aliye aliye kuteua amesema ilikuwa sahihi. Je, ya hapo, pokeeni posho zenu. unajua Bwana Chande anajifanya kwamba yeye ni mwerevu sana, kipindi ambapo watanzania wanazidi kuteseka. Na mimi ninawaonya, musijaribu, na wacha nirudie, musijaribu kutoa ushirikiano wowote na hii serikali batili. Usiponisikia utajenga ukuta, utajuta. Hii tume sio tume ya kuaminika, bali ni tume ya mauaji.